Kuna tumeambiwa kwamba turatibu zoezi la maandamano siku ya tarehe ishirini na tisa, badala ya kwenda kupiga kura sisi tunaandamana kwenda kupinga kupiga kura. Sasa hilo limenifanya nikose imani kabisa na kile chama chama kinachochangia vurugu, chama kinachokosesha amani. Nimeona nitoke kule niungane nanyi ili tukijenge chama kwa pamoja. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, ni kuahidi kwamba kwa Babati, hasa kwa jimbo la Babati Mjini, tutahakikisha hayo maandamano hayatafanikiwa kwa sababu, kwa sababu maendeleo yameonekana waliyoyafanya wale wote wanaoyapinga, ni wanapinga kwa sababu zao binafsi, na hakuna hakuna ambacho hujatekeleza katika ahadi zako Mheshimiwa Rais. Mimi kuanzia leo naomba kujiunga kwenye chama hichi niwe kada wa chama cha mapinduzi badala kwa pinzani wa kupinga kila mambo. Vilevile vile, kuna hii mitandao inayoshawishi, naombeni mpuuze hawa watu wa mitandao. Mitandao ni mizuri sana lakini inaweza ikatumika vizuri au ikatumika vibaya. Mitandao kwa Tanzania sasa hivi, baadhi ya watu wanatumia vibaya, wanatoa kashfa matusi ambayo hayana msingi. Nimeshawishika kuondoka CHADEMA kwa sababu ya matusi yamezidi, siwezi nikavumilia, siwezi nikavumilia kuratibu maandamano, baadaye watu wanakuja kudhurika mimi nakuwa na nakuwa na dhambi pia. Kwa hiyo siwezi nikakubali, nimeona kutoka kule ili sasa niungane tarehe 29, tarehe na mimi nikatiki, nitumie haki yangu ya msingi. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo inavyoonekana vyama vya upinzani ni kawaida vishiriki kwenye chaguzi, ili mtu atumie haki yake ya msingi ya kupiga kura, lakini kwenye chama chetu imekuwa ni upinzani hasa mwenyekiti tulionayo wa taifa amekuwa akipinga kila mambo. Alituambia tutaingia kwenye uchaguzi, matokeo yake ilipofika tarehe za uchaguzi akasema hakuna kuingia kwenye uchaguzi. Sasa hii inakuwa sio. Ndugu wananchi wa, wa mkoa wa Manyara, jimbo la Babati mjini na Babati, na Babati vijijini, naomba kura nyingi sana kwa Mheshimiwa rais Daktari, Daktari Samia Suluhu Hassan. Siku ya